Na, mm, Kasongo, yaani mimi katika swala la mapenzi umanimu na mahusiano huwa silishani na mtu so, hey, kongu kongu, kwa sababu sina mpinzani mimi. Naelewa, mimi nakuelewa, ndio maana anawapa madini nyi wadogo zangu mnaenda kuingia navungia kwenye maisha. Ya mwanaume wa kweli ni lazima achepuke <laughs> kwa hiyo nawe unachepuka mimi ni jambo la kawaida. Sasa hivi nimeshaanza kuzoea kabisa swala la kuchepuka. Kuna mtu anaweza kunizidi mimi kwa kuchepuka. Wewe umeche za ugenini nyingi zako. Kaka, mimi napiga za ugenini na za nyumbani. Usini, yaani niache. Nikuelekeze. Unasikia kaka? Ukiwa mwanamke mshamba kama mimi, unatakiwa uwe na wanawake wengine wengi wamekaa pembeni na nile. Eh. Hey. Niacheni niongee. Sasa mnavyonigusa mnakuwa mnanikata stimu. Nanitoa sijui, umeelewa? Unasikia? <tipa> mimi sipeleki sana wanake nyumbani, mara nyingi naenda kulala huko huko kwa madem madem, naenda na ala huko nini hizo. Eh, mecheza ugenini sasa. Alafu msichokijua, ili uwe mwanaume wewe una majicho ma una vipi? <laughs> kareti group yanangonyeza, umeona bana. Maana ili uwe mwanaume kamili Sifa ya kwanza ya mwanaume, kama wewe ni mwanaume wa mtu, lazima uwe malaya.